Nimekutana na hii posti kutoka katika ukurasa rasmi wa Instagram wa Mbeya City Football Club. Eh bana, posti ambayo inamwonyesha babu kizee akiwa ameshikilia zake bonge moja la nyundo huko anaumbwa kama awili hivi na, ki, na kijibegi sijui kibegi sijui kimkoba amebebelea katika mkono wake wa kushoto alafu mlango umeandikwa karibu ligi kuu alafu kuna logo hapo ya NBC Premier League alafu anayemkaribisha anaonekana nyani, eh, ee, nyani fulani hivi nyani zee la Mashujaa Football Club, limevalia t-shirt hapa nyuma yake, limevalia t-shirt ambayo nyuma ina logo ya Mashujaa Football Club. Tukirudisha kumbukumbu nyuma kidogo, wakati Mbeya City wanashuka daraja, aliyowashusha daraja ni Mashujaa Football Club katika mchezo wa playoff. Mashujaa Football Club wanatinga ligi kuu baada ya kumchapa Mbeya City, ademeni katuma ujumbe moja kwa moja kwenda kwa Mashujaa Football Club. Lakini kilichonifurahisha zaidi katika hii post ademeni wa Mbeya City bana, ana mbwembwe, aliambatanisha na wimbo wa Alikiba wa Sumu akiwa na Mario, ambao inasikika verse ambayo inaimbwa sisi sio milima, tutakutana Hatimaye sasa Mbeya City wanarudi tena ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, na wana kisasi kizito kweli kweli dhidi ya Mashujaa Football Club. Sijui itakuwaje, hii nauma sana as you know, sasa hivi timu mbili tayari zimeshapanda katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Ilianza Mtibwa Shuga kutoka Morogoro huko Kilombero kwa wakulima wa miwa huko, sasa imefuata Mbeya City na kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, timu ambayo tayari iko verified imeshuka daraja ni Ken Gold Football Club. Tunawasubiri wengine. Na kama unavyojua, ligi ipo ukingoni kabisa, mwishoni kabisa kwa kumalizika msimu 2024 2025. So, as soon as possible, tutaenda katika msimu mwingine, msimu 2024 2025 so Umeionaje posti hii ya Mbeya City? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super trove ya Dino Television, endelea ya kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimechezo.